Karibu kwenye habari za ulimwengu. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kuelekeza macho yake kwenye mwelekeo wa migogoro ya kijeshi inayozidi kuenea katika maeneo mbalimbali ya dunia, huku hofu ya mlolongo wa vita vikubwa ikiongezeka. Kauli za hivi karibuni kutoka Marekani zimezua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa usalama wa dunia. Marekani imesisitiza kuwa haina nia ya kuvuruga mpango wa usalama wa kimataifa, kauli inayotafsiriwa kama jaribio la punguza hofu ya kuibuka kwa vita vya dunia hasa wakati migogoro kadhaa ikiwa inaendelea kwa wakati mmoja. Migogoro inayoendelea Ulaya Mashariki, Mashariki ya Kati na maeneo ya Asia imefanya dunia iingie katika hali ya tahadhari kubwa, huku wachambuzi wakionya kuwa makosa madogo ya kisiasa au ya kijeshi yanaweza kusababisha mnyololo wa mapigano mapana. Katika muktadha huo, muungano wa kijeshi wa NATO unakabiliwa na na changamoto nzito zikiwemo shinikizo la kifedha kwa nchi wanachama na tofauti za misimamo kuhusu namna ya kukabiliana na vitisho vinavyojitokeza. Baadhi ya nchi wanachama wa NATO zinasukuma hatua kali za kijeshi huku nyingine zikihofia kuwa msimamo mkali unaweza kuchochea vita vya moja kwa moja kati ya mataifa yenye nguvu kubwa za kijeshi. Ujumbe wa Marekani unaonyesha mabadiliko ya kimkakati ambapo msisitizo unawekwa zaidi kwenye kuzuia ya migogoro isikutane badala ya kushiriki vita vya ana kwa ana. Hii ni pamoja na matumizi ya diplomasia, vikwazo vya uchumi na ushirikiano wa kijasusi. Ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na washirika wake umeanza kuchukua sura mpya, ukilenga mafunzo ya pamoja, kubadilishana taarifa za kijasusi na kuimarisha mifumo ya ulinzi wa kimkakati badala ya mashambulizi ya moja kwa moja. Wakati huo huo, mataifa yasiyo wanachama wanati yanaendelea kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa mgogoro huu yakihofia athari za maamuzi yake katika usalama wa kikanda na kimataifa. Wataalamu wa masuala ya siasa wanasema kauli ya Marekani ni jaribio la kuonyesha uongozi wa kimataifa bila kuchochea mivutano mikubwa, hasa katika kipindi ambacho uchumi wa dunia nao uko kwenye hali tete. Hali hii inaonyesha dunia ipo kwenye kipindi nyeti ambapo maamuzi ya kisiasa na kijeshi yana itaji tahadhari kubwa ili kuepuka migogoro inayoweza kuathiri amani ya dunia kwa muda mrefu. Kwa sasa macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Marekani na NATO, yakisubiri kuona kama kauli hizi za tahadhari zitatafsiriwa kwa vitendo vitakavyosaidia kudhibiti migogoro au kama dunia itaendelea kusogea kwenye zama mpya za mvutano wa kijeshi. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.